nam nipo hapa katika mtaa wa Silvester Ntuli na palme zamani point kwa watu walioishi katika jiji hili la Durban yani Tekwin teqin ekakasini <laughs> wanajua point lakini leo hii siko katika hiyo kitu nasema point point yangu leo ni kuhusu kikao cha watanzania katika jiji la Port Elizabeth lakini nafasi ya kipekee ninaye hapa kiongozi atatuambia jina lake nani na anaelezea vipi kuhusiana na huo mkutano tarehe kumi na saba na kumi na nane Mei, mwezi wa wafanyakazi, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano Karibu. Asante sana kwa jina, anaitwa Mohamed Namoa aka Karachi, mwenyekiti wa WaTanzania hapa KwaZulu Natali, na nimefurahi sana katika maandalizi yaliyofanywa na viongozi wetu wa Port Elizabeth wakiwa anda Takosa, na tunatumaini kufika kwa wingi wetu na kufanya mkutano wa TACOSA katika hali ya juu na mafanikio zaidi na kusonge, na, na kuisogeza mbele utakosa. Ukizungumzia kuhusu TACOSA unazungumzia kuhusu nini? Kwa sababu hapa najua kuna jumuiya ya watu wa Deben, lakini sasa kuna TACOSA. Hii TACOSA ni nini na hasa nini malengo yenu, niye kama viongozi wa Watanzania katika majimbo na mikoa tofauti tofauti? TACOSA ni mjumuiko wa wa Watanzania wote wanaishi Afrika Kusini. E, ambao sisi wenyewe watu wa Durban tuko ant takosa na wenzetu wa Johannesburg Port Elizabeth na vitongoji vyote vya hapa Afrika Kusini. Kwa hiyo takosa ni ndio mama takosa ndio baba, kwamba sisi wote tuko chini ya takosa Kwa hiyo tunaiheshimu tuna takosa na tunaisapoti takosa na tutaifanya takosa iwe na nguvu zaidi. Neno kwa Watanzania wengineo, sababu naambia tarehe kumi na saba itakuwa ni uchaguzi. Kumi na nane ni mkutano wa Watanzania ndani ya hilo jiji au Port Elizabeth. Unawaambia nini Watanzania? Watanzania nawaambia na wawe, wawe na subira kwanza na viongozi ambao watakaochaguliwa, na, na, na hope kwamba viongozi watakaochaguliwa ni watakuwa ni viongozi mahiri wenye kusimamia takosa na, kuiso, na kuisogeza mbele takosa ili tuweze kupata mafanikio huu ni mwanzo tu, lakini tunategemea makubwa zaidi hapo mbele. Mkutano huu utahusisha pia wewe, changamoto unazokutana nazo na jinsi unazoweza kuzipambua au kuzichanganua na kuzitatua. Je, unaona kuna changamoto gani ambayo hasa inakuwa ni kubwa sana kwako na unahitaji labda msaada wa hao wenzako? Changamoto katika, katika maisha zipo nyingi, lakini cha msingi ni kuzivumilia na kuweza kuzitatua moja baada ya moja au nyingine baada ya nyingine, lakini changamoto zilizokuwepo ni, ni zile zile ambazo ziko Johannesburg au niko Cape Town au ziko sehemu nyingine ambazo zina, ambazo zinatukabili wa Tanzania kutokana vyama vyetu hivi ni vichanga, vimeanza mm -hmm. Lakini hatutoweza kukata tamaa, tutapambana mpaka mwisho wa ushindi. Zipi, labda ukitaja tatu kuu ambazo labda ndio zinaweza zikasaidia changamoto zinazowakabili wa Watanzania wanaoishi Afrika Kusini, kwanza zipo kwenye upande wa vibali vibali vibali. uh -huh. changamoto nyingine ni umoja, umoja, upendo, mshikamano, mshikamano, nadhani na hizo ni changamoto chache muhimu zaidi ambazo mm. tunazihitaji ili tuziweze kuwa wana nguvu zaidi. Ina maana kwamba mnataka kwamba ifike hatua kwamba kama ni mgonjwa ambaye ni mwanachama wa Botswana huku upande wa huku Durban Diyo. anaweza akasaidika, na hata wanachama wengine watakosa walioko Johannesburg walioko kote, so, so, ni maana yake ni kwamba mnataka muunganishe mbali na kuwa chama cha eneo fulani, muwe na umoja yeah. wa pamoja yani, wa Afrika ya Kusini yaani kwamba mimi nikitoka hapa nikienda Pretoria nimefika nyumbani na nikienda mm -hmm. Port Elizabeth niwe nyumbani na mtu wa Port Elizabeth akija debe na nyumbani, na mtu wa Cape Town akija debe na nyumbani. Yani kuwe na interaction, yani muingiliano wa wa, eh, wa watu wote wanaishi katika vitongoji tofauti, tuwe free na tuwe watu wa kujisaidia na. Maana hata kama mtu akitoka akiwa yani kutoka Cape Town akipata tatizo debe, anajua kabisa amepata tatizo nyumbani. Unaona ni uwepesi wenye ue kusaidiwa. Hilo ndio ndio ndio dhumuni letu, ambayo la, latakosa ah! Akiwa Johannesburg akija Durban awe nyumbani, wa Port Elizabeth awe nyumbani, wa Cape Town awe nyumbani, popote pale na mimi niko nyumbani Swadaka. Sasa Swadaka. <laughs> Hiyo ndio mkutano wa tarehe 17 na 18 hapo Port Elizabeth ikiwa chini ya mkubwa Kondo, lakini pia mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini anayehudumu pia nchi za falme za Lesotho pamoja na Jamhuri ya Botswana Mheshimiwa James G. Bwana atakuwepo hapo kutatua hizo changamoto. Amesema kwamba ni vibali Alafu upendo mshikamano, na pia kuna haya, mara mgonjwa, si nini. Sasa kumbe tukiwa pamoja tunaweza kumbuka, katika nembo yetu inasema uhuru na umoja, siku zote ndio hasa unapelekea maendeleo. Siko peke yangu hapa, niko naye Bakari Umande katika kamera katika <laughs> jiji la hapa Tekwini Ekakasini, akiwa na Kaza Buti mwenyewe. Nimeshakaza sana buti, nachapa mguu. Sasa kutoka hapa Nakwenda sasa kwa mguu ujue, natoka jimbo hili la Kwazulu Natali, naelekea pande nyingine. Nishamaliza katika upande wa Kauteng, sasa ninakwenda katika jimbo lingine. Niende wapi? Ah Namoa, nenda Islanda. Ah nenda Islanda. Okay, Islanda ni tukae tayari pamoja sana.